Yes, tuko hapa katika kuzindua awamu ya pili ya wabunifu wa teknolojia zinazotumika katika elimu, yani edtech preneurs ambao wamekuwa na programu mbalimbali au tuseme wametengeneza bunifu mbalimbali ambazo zinasaidia katika masuala ya taaluma, na lengo kubwa ni kufanya kwamba taaluma iweze kufikiwa na watu wengi yaani elimu yenye ubora ifikiwa na watu wengi kupitia teknolojia, lakini elimu yenye ubora pia isimwache mtu nyuma, bila kujali labda umri, bila kujali jinsia, bila kujali mazingira anayoishi. Hii teknolojia imsaidie afikie elimu bora, lakini pia tunataka hii teknolojia ambayo inabuniwa ina, ina iweze kuleta mapinduzi chanya pia kwenye maisha ya binadamu. Kupitia kipindi cha miaka mitatu mpaka mitano tuweze kusapoti bunifu za vijana takriban 36 kwenye mambo makuu manne. Kwanza tuwawezeshe kupata mitaji ambayo itawasaidia kukuza bunifu zao. Hawa vijana wanaoona hapa, kila kijana mwenye bunifu yake atapata ya takriban milioni 140 mpaka 150 kwa ajili ya kusukuma ubunifu wake kwenye miaka miwili mitatu ijayo. Lakini cha pili, tunawasaidia kukutana na watu ambao kimkakati watawawezesha kukua zikiwemo taasisi za binafsi na serikali, na ndio maana wanaona tunashirikiana na taasisi ya elimu Tanzania, tunashirikiana na tume ya taifa sayansi na teknolojia na tunashirikiana na wizara ya elimu. Kama anavyozungumza hapa, vijana wa awamu ya kwanza, anavyozungumza saa hizi wako Dodoma kwenye kikao na watu wa wizara ya elimu kuangalia ni kwa namna gani bunifu zao zitaweza kusaidia katika huu mtaala mpya, lakini lakini mipaka mingine ambayo uh, wizara ya elimu anayo. kwa hiyo ni eneo la pili na wasaidia eneo la tatu ambalo tunawasaidia ni tunasema technical support, kwa sababu hizi product nyingi ni za IT ni za kimifumo zinahitaji wataalamu, tunawasaidia kupata wataalamu wa kusaidia ikiwemo hata research. Kwa mfano tunashirikiana na chuo kikuu cha Carnegie Mellon University cha Marekani kuwasaidia kwenye upande wa research wa hizi product ili kuhakikisha kweli zina impact kwenye elimu. Lakini msaada wa mwisho ambao tunakuwa tuna Uh, tunaotoa uh, kupitia hii, hii programu sasa ni vilevile i vile, kuangalia kwa namna gani tunaweza kukutanisha na wataalamu wa masuala ya biashara ili sasa zile projekti zao ziweze kuwa ni biashara. Uh, leo tumeweza kushiriki kwenye uh, kuwasilisha wabunifu ambao wanashiriki kwenye Mastercard Education second cohort uh, tukiwa wadau wa kusimamia sayansi teknolojia na ubunifu nchini. Uh, tuna wajibu mkubwa wa kuhakikisha tunalea vijana wabunifu waweze kuja na ubunifu zinazosaidia mahitaji ya Watanzania pia na jamii ya dunia kwa ujumla, na kuwezesha mazingira rafiki kwa wengine wanaotoa usaidizi wa kitaalamu wa kifedha na kuwaendeleza vijana wetu kama Sahara Venture anavyofanya kupitia Mastercard Foundation EduTech hii hii, awamu ya pili. Huu ni uzinduzi ambao umerahisisha, lakini pia umeeka sehemu moja taarifa nyingi za mashule ambazo kwa hizo zinaweza zikamsaidia mwenye shule na wale pia ambao wanatumia na wafanyakazi kuweza kupata taarifa tofauti. Mfumo huu unategemea kwenda kwa ajili ya kuongeza elimu, lakini pia kuboresha zaidi ile mitaala na ile yanayosemekana yanayo kuwa ni administrative uh, assessment au administrative tasks ambazo zinapatikana kwenye mashule. Kwa hiyo sisi, tumeutengeneza lakini pia tunatamani kuona watu wengine wanakuwepo kwa ajili ya kutusaidia kwa ajili ya kukolaborate, lakini pia kwa ajili ya kuongeza zaidi watu katika kuweza kujifunza kupitia mfumo huu.